Kitendo cha sisi kuanza kutoa uniform kwa watoto hatujaanza leo, lakini tunatoa pengine kwa wingi kwa wakati mmoja. Huu ni mwaka wa pili na tunaweza kuwasaidia sasa watoto, kwa sababu miundombinu upande wa elimu mingi imekaa sawa. Iko baadhi ambayo bado tunaifanyia kazi, lakini mingi imekaa sawa. Kukaa sawa huko ni kuonyesha kwamba serikali yenu inawajali, serikali yenu inawapenda inayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan kama rais wetu, imejenga shule nyingi kwenye jimbo hili la Uyole, lakini kwenye shule zetu za msingi miundombinu ambayo ilikuwa ni mibovu na haifai kabisa watoto kusoma huko, marekebisho yamefanywa, madarasa mapya yamejengwa kwenye shule zetu za zamani, na yale madarasa yaliyokuwa na stahili ukarabati yamefanyiwa ukarabati. Sasa kwa kazi nzuri ambayo imefanywa na serikali hii ya awamu ya sita katika shule zetu, ndiyo ambayo inatuwezesha sasa sisi kuwekeza nguvu zetu kwenye eneo lingine, ukiacha la miundombinu.